Mheshimiwa Mwigulu amesema hayo alipotembelea makao makuu ya uhamiaji na kutembelea idara mbalimbali zilizopo katika ofisi hiyo. Kisha kwamba kufuatana na e, bajeti tuliopitishiwa kufuatilia upatikanaji wa fedha hizo zilizopita kwenye bajeti ili tuweze kutekeleza haya ambayo ni ya, ni ya changamoto ambazo zinakuamisha twa siku kwa siku wa majukumu. Kama nilivyosema, kazi yenu ni nzuri, endeleni nayo, endeleni kupambana na wahamiaji haramu wote wanao kiuka sheria. Mhe kaimu kamishna wa uhamiaji na utawala Kamanda Abasi Ivovya amesema wanakabiliwa na changamoto nyingi ikiwemo ukosefu wa vitendea kazi jambo ambalo linawaongezea ugumu wa kazi wa ofisi na nyumba za makazi ya watumishi. Tumeeleza hapa ikama watumishi ni wachache, tunapohitaji kuongeza watumishi pia zitahitaji kuongeza na nyumba za watumishi. Haya ni masuala ya kibajeti, ni masuala ya uwezo, ni masuala ya kimipango. Katika ziara hiyo ya waziri, afisa wa utawala mkuu wa uhamiaji Bwana Mulegi Majogoro alimanusura atumbuliwe na waziri kutokana na kushindwa kutoa maelezo ya kina ni sababu gani zilizosababisha baadhi ya majina ya watumishi wapya kuto kupelekwa utumishi kwa ajili ya kupangiwa mishahara. Kwa upande wa askari waliopanda vio kati ya mwaka 2015 2016 wameruhusiwa kwa barua ile ya katibu mkuu lakini mpaka sasa si tumemaliza kutumisha wajaibinisha mishahara mipya kwa hao waliopanda vyeo kwa mwaka wa 2015. Baadhi ya wananchi waliofika kupata huduma katika ofisi hizo wamesema kuna haja ya huduma kuboreshwa, ikiwemo kutoa huduma kwa njia ya electronics ili kupunguza usumbufu na msururu mkubwa wa watu e, kuboresha tu. Mimi nadhani waende kisasa zaidi I, vile vitu vinavyohitajika basi wawe na ufafanuzi na ikiwezekana wawe wanaweza kubandika mabango, ili waweze kuja baada ya kuulizia wao wanaona moja kwa moja. Ni sehemu ya watu ambao wamefika katika eneo hili kuja kupata huduma mbalimbali, ambapo pia mheshimiwa waziri ametembelea kwa lengo la kujua ni changamoto na ni mambo gani ambayo yanapaswa kufanyika ili kuboresha idara ya uhamiaji hapa nchini. Nikiripoti kutoka uhamiaji jijini Dar es Salaam. Mimi ni Godfrey Monyo wa ITV.